Hapa ni katika viwanja vya stendi ya mabasi Lindi Mjini, ambako mgombea urais kupitia TLP leo amefanya mkutano wa kueleza sera zake kwa wakazi wa Lindi ili waweze kumchagua. Ndani ya miaka mitano ambayo mtanipa na waahidi, kila mmoja atanufaika na chakula kitakuwepo na watu watamaliza matatizo yao. Watu watapenda sana, hata wale watakaokuwa mijini wataamua kwenda kupata mashamba. Ni ajira, ndio tunasema kilimo ni uti wa mgongo. Nitahakisha kwamba kila kitu kinakuwepo na mnaandaliwa mnakabidhiwa, kila mmoja eka 30, mali yako ndio sajiliwa kwa jina lako. Sasa baada ya miaka mitano, akiingia mwingine, au ni mimi, mnanipa tena. Pale unapouza si unalipa ushuru? Unalipa ushuru, unasafirisha kwenda nje, unalipa ushuru. Hele, narudi nafanya kazi nyingine na kwa wengine mimi nitahakikisha kwamba kilimo kinaimarishwa na kinaboreshwa na vifaa vya kisasa vinakuwepo kwa ajili ya kuandaa mashamba yenu na viwanda vidogo vidogo vya kutengeneza yale yani mazao mnayozalisha kuuza ndani na nje viwepo. Mgombea huyo pia akatoa ahadi kwa waendesha bodaboda pamoja na bajaji kuwapatia mikopo mbalimbali mbali, ili waweze kujiendeleza. Bajaji milioni tatu na nusu, ana leseni yake. Ni lazima serikali yangu mtakayolipa lipa iwape namba maalum kila mji, huko vijijini walipo, na wawe na leseni, wapewe bajaji kwa pesa ya serikali. Ya monta itenga wale wote wenye bajaji wenye bodaboda hivyo hivyo, hao wapewe pesa, zitengwe kwamba ajira ndiyo hii wa, wapewe bajaji wapewe hizo bodaboda na kila eneo kama hapa mjini kunakuwa na benki yao. Omar Mikoma UFM.